Vidonda vya tumbo peptic ulcers husababishwa na hali mbalimbali zinazoathiri utando wa tumbo na utumbo mdogo. Sasa hii leo tumekuletea ni nini chanzo ama ni vitu vipi ambavyo huwa vinasababisha hadi kupata ama kukumbwa na vidonda vya tumbo. Kama hatu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunakuomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapokuwa tunazi upload. Sababu ambazo tumewaandalia ni sababu kumi, lakini kwenye sababu hizi kumi, sababu ya pili na sababu ya kwanza ni sababu ambazo zitaweza kukushangaza. Hivyo kitu cha msingi ni wewe kuto kubanduka hapo ulipo, ili uweze kuzitambua sababu hizi kumi. Za vidonda vya tumbo ni zipi hasa? Sababu ya kumi ni pamoja na, sababu hii ya kumi ni maambukizi ya Helicobacter pylori. Bakteria h pylori hushambulia ukuta wa tumbo, na hivyo hali hii huweza kusababisha vidonda na hali ambayo huweza kupelekea moja kwa moja maumivu makali ya tumbo. Sababu ya tisa ni matumizi ya dawa za maumivu kwa muda mrefu, dawa za non steroidal na anti-inflammatory drugs kama vile aspirin, hata pia ibuprofen na na naproxen hupunguza ute wa kulinda tumbo na hivyo husababisha vidonda. Sababu ya nane asidi nyingi katika tumbo, sababu kama vina saba vyakula vya asidi na baadhi ya wagonjwa husababisha uzalishaji mwingi wa asidi inayoshambulia ukuta wa tumbo. Na hali hii inaweza ikapelekea moja kwa moja mtu kuweza kupatwa na shida hii ya vidonda vya tumbo, na hali hii moja kwa moja huwa inapelekea maumivu makubwa sana kwa mtu ambaye hatakumbwa na tatizo hili. Sababu ya saba, hii ni pamoja na msongo wa mawazo ama stresi, ingawa haileti vidonda vya tumbo mara moja ama mara kwa mara, lakini stress inaweza kuzidisha dalili kwa kuongeza uzalishaji mkubwa sana wa asidi tumboni. Hivyo ni kitu ambacho si cha lazima wewe kwako mtazamaji kuweza kuongeza stress zisizokuwa za lazima kwako, kwani inawezeka kuletea shida kubwa sana katika kuweza kuchochea vidonda vya tumbo. Sababu ya sita, hii ni pamoja na kunywa pombe kupita kiasi. Pombe huongeza asidi nyingi sana tumboni na hivyo huweza kupelekea kuharibu utando wa kinga ya tumbo ambayo huweza kurahisisha upatikanaji wa vidonda vya tumbo ama vidonda vya tumbo kuweza kuibuka. Sababu ya tano, hii ni pamoja na uvutaji wa sigara. Nikotini huongeza uzalishaji wa asidi na hivyo huweza kuchelewesha uponaji wa vidonda vya tumbo. Lishe mbaya, hii pia ni sababu, hii ni sababu ya nne. Kula vyakula vyenye mafuta mengi, vyenye pilipili kali au vyenye asidi nyingi huweza kuongeza maumivu na hivyo, kwa asili ukuta wa tumbo ambayo moja kwa moja hupelekea shida hizi za vidonda vya tumbo. Namba tatu ni ulisi wa kinasaba, watu wengine huzaliwa na uwezekano mkubwa wa kupata vidonda vya tumbo kutokana na historia ya kifamilia. Matatizo ya kifisiolojia, hii ni sababu nyingine ya pili. Magonjwa kama vile Zollinger Ellison syndrome husababishwa ama husababisha uzalishaji mwingi wa asidi tumboni, na hii huweza kupelekea ama kusababisha vidonda vya tumbo mwilini. Kabla tujaenda kutazamia sababu ya kwanza, sababu kuu ya vidonda vya tumbo, naomba niendelee kukumbushia ndugu watazamaji wetu, kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunakuomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hii itaweza kukusaidia kuweza kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tuna hizi upload. Sasa twende tukaitazamie sababu ya kwanza, sababu ambayo inapelekea o vidonda vya tumbo. Sababu ya kwanza ni pamoja na kula na kulala mara moja ama Eating habits. Kula chakula kingi na kulala mara moja au kula chakula kwa muda usiofaa kunaweza kusababisha asidi kushambulia tumbo, hivyo huongeza hatari ya vidonda vya tumbo. Ikiwa unakabiliwa na tatizo hili la vidonda vya tumbo, niko mbele yako hapa kuweza kukupatia njia rahisi ambayo inaweza kusaidia kuweza kupona vidonda vya tumbo kwa haraka zaidi. Sasa tuko na, tuko na dawa ambazo zina uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi kwa ufanisi. Dawa hizi tunazisafirisha mikoani kote, tunafanya delivery, lakini kwenye swala la gharama, gharama zake ni nafuu sana, gharama ambazo kila mtanzania ana uwezo wa kuzimudu. Lakini pia faida kwa watu ambao wanaishi kisiwa cha Mafia, mimi niko Mafia. Hivyo kama uko katika mazingira hayo na una shida hizi za vidonda vya tumbo, usisite kuweza kunitafuta katika namba ambayo inapita katika skrini yako. Hata wewe pia ambaye uko mkoani, usisite kunitafuta katika namba hii ili uweze kunipata kwa urahisi, tuzungumze pia uweze kupata dawa hiyo, ili uweze kutibu tatizo hilo la vidonda vya tumbo. Pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele sana katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tumekuwa tukizi upload. Sina kitu kingine cha kuzungumza tu, niseme tu nashukuruni, asanteni.